Hi guys, leo nina mgeni hapa kwenye Igo uh, programu yetu hili academy ya kujifunza kuhusiana na biashara bish mtandao. Na niko hapa na mgeni wangu ambaye amelipia VIP kwa ajili ya kujifunza kusiana na biashara, so atawambia kidogo kwa ufupi ni kwa nini ameamua kujiunga kwenye programu hii hapa, ili na wewe mfuatiliaji wangu followers wangu hapa upate elimu kidogo kuhusiana yes, na swala lazima la biashara. So Dorcas, nikuwa natamani kujua ulikuwa unafanya biashara gani na ni kwa nini umeamua kufanya maamuzi ya kujoini kwenye hii programu yetu ya Ego Business? Okay, ndonde sachi anafanya biashara ya vinywaji, nilikuwa kwa anauza bia jumla na rejeleje. Kwa hiyo muendele wangu wa biashara yangu nimeona sio mzuri. Nimeona nazidi kupoteza mtaji. Sasa kuliko nimeona navo endelea kupoteza mtaji, ni heri nitafute wazo jingine la biashara, alafu licha kutafuta wazo jipya la biashara, nitafute mtaalamu pia ambaye anajua masuala ya biashara. Kwenye kuchagua nikamwona hai kama ndo ambaye ni mtu ananifaa ndo atakaye ni coach na nitafika mahali. Kwa nini unanifahamu kwa muda gani? Na muda mrefu nadhani pana miaka mitatu. Nimeanza kufuatilia ya. Wakati gani, wakati unaniona nilikuwa wapi? <laughs> Nakumbuka mara kwanza nimekuona ulikuwa umeingia China ukawa unachukua oda za watu. Ah, okay. Uh, unawagizishia bidhaa hivyo. Ah, okay. So baada ya um, wewe kuniona hivyo, harakati zangu zote, kitu gani hasa kilichokufanya kwamba kuona kwamba like, hapa ni sehemu sahihi naenda? maana <laughs> <laughs> ni maamuzi magumu kweli kweli. Ni, nilikuwa ni nakufuatilia sana, kwa sababu toka unaanza nilikuwa nakuona mpaka unavyozidi kwenda una una, na, na kuona kwamba, nikaona kabisa huyu mtu ananifaa, kwa sababu naona maendeleo ambayo na, yani hmm. na, na kuona hatua ambazo unazipiga yaani nilivyokuona mm. elfu mbili na ngapi ile miaka ya nyuma na sasa hivi nakuona kabisa ni mtu wa tofauti ambaye kweli una kitu ndani yake. Okay, sawa, so, nilikuwa ni kwamba kujua uko nafanya biashara gani na ni kwa nini umeiona like haielekee unakotaka <laughs> au ikupeleki kwenye malengo yako nilikuwa okay. Nafanya eh, biashara uh, ya vinywaji vinywajina how that imekuaje? This time iko kwenye stage gani? Ya, kwa saizi, biashara yangu ya vinywaji naweza nikasema kwamba nimestop, siendelee nayo okay, kwa sababu nimeona badala ya kukuza mtaji nazidi kudidimiza mtaji. Mtaji badala ya kupanda najikuta kila siku nashuka. Ah, okay. okay. ya faida, e, na, nani ya mtaji, sio faida, mtaji. faida. Mfano Okay, kwenye vinywaji kreti mm. yani hiyo faida yake ni elfu moja mia <coughs> tisa mpaka elfu moja. Ina maana hapo na lakini unaweza kwa jumla, ina maana kwa mtu eh, anakuja na chukua kreti tano ina maana kreti tano kama kreti tano, ina maana unaweza ukapata faida elfu tano eh, ukiangalia yeah, tano, elfu tano. Okay, ee. mtaji uliowekeza ni mkubwa yaani kwamba mtaji ambao umewekeza kwenye biashara ni kiasi gani? Mtaji ambao nilikuwa nimewekeza ilikuwa milioni kumi na mbili, milioni kumi na mbili. ya kwa huu mtaji wa milioni kumi na mbili kwa, unaona ni mdogo au ulikuwa ni mkubwa? Kwa, kwa mimi jamani, kwa mimi kama mimi na mimi kwangu, najiona mimi kwangu ulikuwa ni mtaji mkubwa sana. uh-huh. kwa hiyo <laughs> ni mtaji mkubwa, lakini unahisi kwamba kitu gani kingekufanya uendelee na hii biashara kama wala bao? Yani, nachotaka kujua ma, u, kwa nini umeona kwamba hii haini, kwa nini unakula mtaji? Kwa nini ajikuta we unakula hela ya biashara? cha kwanza ni biashara ndiyo ina mzunguko hmm, lakini unawekeza, yani kwamba unawekeza nguvu nyingi sana pesa faida nyingi sana faida ni ndogo sana hmm, na kwamba kwenye biashara ya vinywaji kinachotakiwa usipoteze hata shilingi mia hmm. Yani, kwamba ukisema nimepata shilingi mia tano iingie kwenye mzunguko wa biashara hmm. Sasa ukiangalia hizo faida unazozipata ni, ni ndogo, matumizi mengi, majukumu lakini ungekuwa na milioni kama 100 hivi unahisi kama unge survive vizuri? <laughs> okay, so, so, okay. Um, nikuwa natamani kujua tena kitu kingine ki eh? ambacho ni cha msingi zaidi. Uh, leo umekuja hapa umeniona umekaa na mimi almost masaa matatu mpaka sasa. Naomba kujua kuna kitu chochote ambacho umejifunza, kuna mwangaza uto una uona, maanake this time tunaenda kuanza biashara mpya ambayo uh, ni new experience, hauna experience nayo kawaida, lakini tunaenda kubezi kwenye mitandao ya kijamii na tukiwa hatuna mtaji mkubwa au sme, hatuna mtaji kabisa at this time. Yeah, umejifunza kitu, umeona kuna mwanga, umejiona unatoboa ya yeah, najiona kabisa mwanga mwanga, nauona mm. Kwa sababu wakati navyokuja nilikuwa sina kitu chochote kichwani, mm. Na nivyokaa na wewe nimepata mawili matatu ambayo naona kabisa yatafanya mimi nifike mahali Okay, so, so. Kwa hiyo umefurahia kwanza kuniona, umefurahia kupata ideas mpya ya na utekelezaji wa mambo, unahisi kwamba ni marais au magumu? Kwa sababu ni mwanzoni naweza nikasema atakuwa ni magumu, lakini kila kitu ni uthubutu. Najua nitaweza, yeah. Basi mimi nakushukuru sana kwa kujoin kwenye hii programu yangu, na pia na yes. ya so, um, kwa yeye ambaye unatamani nawe kujoin, unatamani kututembelea hapa dukani, karibu sana tujifunze kuhusiana na biashara, nipo kwa ajili yako. Kama una maswali yote kuhusiana na biashara unaweza ukakoment hapo chini au kaniandikia ujumbe DM au tupigie pia sim, tuko kwa ajili ya kuhudumia muda wote. So soambbkaribuni is... <laughs> <laughs> <laughs>